Bwana Yesu asifiwe, karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa nashare neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sasa na jinsi Bwana anavyonijalia. Na kama wewe ni mgeni katika channel hii, ninaomba usubscribe, share, like, comment na Mungu akubariki sana. Leo ni kipindi chetu cha mwisho katika mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Mimi nina kila sababu ya kumshukuru Mungu, kwanza kwa ajili yako wewe unaikiangalia hiki kipindi e. Mungu amekuwa mwema kwako, naamini ndio maana uko mahali hapa leo. Ni kwa wema wake na rehema na upendo wa Mungu ambao umetufikisha mimi na wewe leo hapa. Binafsi nikiangalia nyuma, sina cha kusema zaidi ya kumpa Mungu sifa na utukufu kwa sababu kama Mungu asingekuwa mwema kwangu au kunihurumia au kunirehemu au kunifadhili au kuniokoa, au kunibariki, hadithi yangu ingekuwa ni nyingine, habari zangu zingekuwa zimeandikwa vingine. Kwa hiyo hiko ni kitu muhimu sana. Unajua uh, nilipokuja huku Uingereza nilijifunza kitu kikubwa sana. Um, kitu hiko kinaitwa reflection na mimi na sasa hivi labda Tanzania nako wanafanya, sina uhakika lakini mimi nimeanza kukiona nilipofika UK. Um, huwa kunakuwa na reflection kwa kila, kila kazi yangu. Mimi binafsi, natakiwa kila somo nalofundisha, nikimaliza kufundisha tu natakiwa na reflect. Katika reflection, unatakiwa uangalie kwanza kitu gani kilienda vizuri, kitu gani hakikwenda vizuri je, yeah, ningefanya nini, ba, mbadala wa, yani, niwe na mbadala kwamba je, yeah. Yes, najua hey, it didn't go well au b it didn't go well, lakini kitu gani ambacho ningekifanya kikafanya lile somo lingekuwa beta. Sasa hicho kitu nimejifunza. Unajua, vitu vingi tunaweza kuwa tunafanya makazini, lakini tunaweza tukavyapai katika maisha yetu hata ya kiroho vile vilevile, kuwa tunakaa chini na kuangalia what went well, what did not go well, how can I improve. Binafsi mwaka huu nimeamua nifanye hivyo, na katika kufanya hivyo nimegundua kwamba kuna vitu kweli vimeenda vizuri sana na namshukuru Mungu, lakini kuna vitu havikwenda vizuri. Sasa kuna vile vitu ambavyo havikwenda vizuri kwa sababu hayakuwa mapenzi ya Mungu, lakini kuna vitu ambavyo havikwenda vizuri kwa sababu mimi ndio shida. Shida imeanzia kwangu. Sasa kwenye hivyo vitu ambavyo mimi ni shida, natakiwa nijiulize ni kitu gani ambacho natakiwa nikifanye beta. Kwa mfano, ni mwanzo wa mwaka ulivyoanza, eh? Nilikuwa nimejisemea, eh? Nataka niwe nasoma Biblia na Zaburi tano kila siku kitu ambacho zamani ilikuwa nafanya sana Zaburi tano kila siku, kwa sababu Zaburi ziko 150, kwa hiyo ukizigawanya katika tano, ina maana katika mwezi utakuwa umezimaliza zote 150. Unaanza tena Proverbs ziko 31, nazo ukisoma Zaburi tano Proverb moja Ino, umekuwa na vitabu sita, ukachukua sura moja ya kitabu cha Agano la Kale na sura moja ya kitabu cha nini Agano Jipya, y yani unakuwa umekuwa umeshibishwa neno la Mungu, lakini yaani mwaka huu imekuwa ni kama naenda narudi nyuma, naenda narudi nyuma. Nikagundua kwamba katika reflection yangu nimegundua kwamba ni kukosa nidhamu. Sina sababu nyingine. Yani hata hapa nikamwomba Mungu, nikagalagala, nikafunga siku saba. Kama sina nidhamu nitakuwa kila siku naenda na, na kurudi nyuma kwa hiyo kitu gani ambacho sasa mimi binafsi naweza nikafanya kuweza ku um, kuwa na nidhamu? Kwa hiyo kwangu mimi binafsi nimeona ninunue diary, sio diary tu ya kawaida niki, kuna diary moja nimeiona very nice, inakupa nafasi ya kuandika, yani ni the whole page kwa tarehe moja, afu tarehe unaandika mwenyewe, kwa hiyo siku utakazoacha kuandika Uh, ya yeah, it's really nice. But what I'm trying to say, mimi naamini ile diary itanisaidia na vilevile vile, um, watoto wangu wameniambia, mama, inabidi unaweka alarm <laughs> kwa sababu nasahau alarm. Kwenye simu ziwe zinanikumbusha, kama naweka alarm kwa mambo ambayo mengine um, sio muhimu sana, kwa nini siweki kwenye mambo yangu ya kiroho, kwamba ni wakati wa kusoma neno, ni wakati wa kuomba ili kwamba nini? Ni vile yale majukumu yangu niweze kuyafanya. Lakini katika haya yote wapendwa, tunajua zipo um, strongholds. Yani kuna strongholds kwenye kufanya kitu chochote ambacho kina ku improve mahusiano yako na Mungu. Ujue shetani naye anataka kukurudisha nyuma, anataka kukuvuta, anataka kuku, kukutoa kwenye mstari, kwa hiyo ndio maana katika hii series ya ombea leo nilikuwa nataka tuombee, tuombee mwaka wetu, tuombee maisha yetu ya kiroho, tuombee mipango yetu, na tuombee ya kwamba Mungu atusaidie pale tulipo wadhaifu Mungu akatutie wa nguvu huko mstari katika um, Warumi nane. Naupenda sana huo mstari unasema, ikiwa Roho wa Mungu aliyemfufua Yesu Kristo anakaa ndani yetu, je, ye, hata iuisha miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Unajua miili yetu iko katika hali ya kufa wakati wote, ndio bado sa ingine tunakata tamaa. Sasa sijui kwanini tumekata tamaa tuna tunashindwa vitu vingine kwa sababu iko katika hali ya kufa, lakini tunajua Roho wa Mungu ni roho wa uzima atitie nguvu especially pale ambapo hatuwezi. Kuna mtu nimemsikia juzi, nimependa sana, alikuwa anasema anamzungumzia Roho Mtakatifu, anasema ki Yesu alivyosema kwamba ninawapa msaidizi, lile neno msaidizi ni the same neno ambalo limetumika wakati Mungu anamwangalia Adamu akasema nitakupa msaidizi, ni neno hilo hilo kwa Kiyahudi. Na hilo neno, unajua sisi kwetu, especially wa Afrika, tukisema msaidizi ni mtu wa chini, yani ni mtu wa chini yako ni yani, tunaangalia labda ni house girl, ni shampa boy, ni secretary ananisaidia. I can do all lakini I choose not to do it, kwa na kuwa na msaada. Lakini no in Hebrew, msaidizi ni mtu ambaye anakusaidia yale usiyo yaweza, kwao bila huyo we msaidizi, wewe huwezi kitu. Ndio maana Mungu linatuambia, Yesu anasema ninapenu huyo roho eh, bila yeye hamwezi chochote. Hiyo ndio maana yake kwamba kuna mambo hatuyawezi bila huyo roho Mtakatifu. Hata hivyo, hata tukaweka, ndio maana hata wewe kaa na kuangalia nyuma miaka yote ambayo umeweka malengo ukashindwa kuyatimiza. Ni kwa nini? Unaweza kukuta palikuwa na vita ya kiroho usi, usifike pale, lakini ukasarenda kwa roho Mtakatifu apate kukusaidia. Atatusaidia yale ambayo tumeyashindwa huko nyuma. Kwa nataka kuencourage kila mtu kweli, tunaweza tunaweza kuwa tumeshindwa mwaka juzi, mwaka jana, miaka kumi iliyopita, miaka ishirini iliyopita na ini kwa Mungu. Mungu ana uwezo wa kukomboa muda na kurejesha vile vilivyoibiwa. Kuna vitu vimeibiwa hapo katikati kwa sababu ya kushindwa kwetu ku, labda kama mimi nidhamu imenishinda Eh, nimekuwa nimeumwa muda mrefu kwao, kuna vitu nimeshindwa kuvifanya wakati nimeumwa, lakini sasa Mungu amerejesha, amenipa uponyaji. Basi na vi, om, tuombe yale ambayo tumeyashindwa, Mungu aweze kutusaidia tuweze kuyatimiza kama yapo katika mpango wa Mungu. Kwa hiyo katika mwaka huu ninaomba basi, kabla tujaanza kuweka malengo ya mwaka unaofuata, Let's do eh, wanaitaga nani eh, na eh, check stock yetu kuna vitu gani ambavyo sisi tumevibeba ndani yetu, ambavyo hivi vinaweza kuwa ni vizuri au vibaya, na lazima usijipendelee, angalia vizuri na vibaya siku zote jamani. Hata mimi sasa hivi nikisema niende huko kwenye friji yangu nikaanze kuangalia, nitakuta kuna vitu vime expire lakini bado viko kwenye friji, hata kama vinaonekana vinapendeza. Sasa nisipofanya stock taking naweza nikaendelea nika, nika kuweka kile kitu nikijua, ninachofu kuna siku nakihitaji, nikienda kimeharibika. What I'm trying to say ni kwamba mifano hiyo hiyo tuliitumia na katika kiroho kwamba katika maisha yetu tunaweza tukaona we are good, lakini kuna sehemu labda sijasamehe, kuna sehemu labda mimi ni mvivu wa kusoma neno, mvivu wa kuomba, kuna sehemu labda mimi ni mchoyo, labda mimi ni hivi, labda mimi ni vile hizo area let's take stock taking, tuondoe yale yaliyo ambayo hatutaki kwenda nayo mwaka unaofuata. Tumwombe na Mungu atutie nguvu tusiende nayo yasivuke na sisi, sisi tuvuke sisi na mambo mema. Alafu tumwombe Mungu huo mwaka wetu, kama Zaburi ya sitini na tano mstari wa kumi na moja inatuambia anautia taji mwaka na wema wake Mungu akautie taji mwaka wa 2026 na wema wake. Wema wa Mungu katutangulie ili kwamba tuweze kuyafikia malengo ya tunayojiwekea sisi, lakini vile vile tufanye will will of of God. That is the the most important thing, kufanya the will of God. Bwana Yesu alikuja ulimwenguni anasema, mimi nimekuja kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo katika yote hayo tufanye mapenzi ya Mungu. Mungu awabariki sana, ninawapenda wote, heri ya mwaka mpya tuonane tena katika mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. Eh, Mungu wetu aliyetutoa huko atatufikisha mwakani salama, kwa sababu yeye ni mwaminifu na wala hawezi kudanganya. Mungu awabariki sana, amen.